Mshumaa wa tatu ni mshumaa wa inabadilika e, mshumaa wa, mshumaa wa ha, <laughs> kutoka kwenye rangi ya zambarau au, au rujuani inaenda kwenye rangi ya, ya pinki, pinki, pinki au rangi ya waridi hmm? Kumbuka mwanzo tunasema hii urujuani kwa nafasi nyingine ni ya masikitiko, masikitiko, huzuni. So, sasa hii rangi ya pinki inadokeza furaha yeah. Tuko jumapili ya tatu hapo, kumbuka tumebakiza jumapili moja kumpokea mfalme ambao, au Yesu anayezaliwa kipindi cha noeni. Tunaambiwa sasa hamna sababu tena kuendelea kuhuzunika. Ndiyo. Haya, shangilieni okay. Paza sauti, piga kelele uwezavyo, mfalme anakuja kao okay. Tuko tunakaribia weye ujio wa nani? Ujio wa mwokozi wenyewe ambaye ni mfalme wa haki, mfalme wa amani, mfalme wa upendo e, ambaye atakaa kati yetu. Kwa hiyo huu mshumaa unabadilika rangi kutukumbusha kwamba tumefikia pazuri, tusijisahau. Tumefikia pazuri, kuna e, kipindi cha neema kinafunguliwa, wala matumaini yetu sasa hayato katukatisha tamaa, kwamba furaha inakuja. Ni kipindi cha furaha ambacho kinatuamsha tuanze kumwangalia mwokozi na huu mshumaa wa furaha kwanza, na kwa jina lingine naitwa mshumaa wa Mtakatifu yosef ah, okay. Mtakatifu yosef amechukua historia kubwa sana katika ukombozi wetu, amebeba eh, kazi kubwa. Kwanza, kwa nafasi ya kwanza alimpokea Bikira Maria katika ujauzito wake, mimba ambayo ilikuwa eh, kwa macho ya kawaida ya kibinadamu haieleweki yeah. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, Yosefu akashirikishwa katika mpango huu Okay, ili aweze kumlea huyo binti ambaye amechukua mimba na baadaye aweze kumlea mtoto na baadaye tena unaposoma, e, Injili ya Matayo sura ya pili yeah, kuanzia aya e, ya kumi na tatu yeah. Yosefu huyu huyu anatumika yeah, kuokoa maisha ya Yesu kwa kukimbilia Misri okay, ambaye alikuwa anatafutwa na Herode. huyo ndiye Yosefu ambaye e, tuna mtafakari kwa kiasi kikubwa jumapili hiyo ya tatu. Bwana nafasi kubwa